Mfanya biashara mkubwa duniani Elon Musk amesema anaondoka katika utawala wa Donald Trump baada ya kusaidia kuongoza msukosuko wa kupunguza ukubwa wa serikali ya Marekani ambayo ilisababisha maelfu ya nafasi za kazi katika shirikisho kufutwa. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X, mtu huyo tajiri zaidi duniani alimshukuru Trump kwa fursa ya kusaidia kuendesha idara ya ufanisi wa serikali inayojulikana kama Doge. Ikulu ya White House ilianza ku wa Maski kama mfanyakazi maalum wa serikali Jumatano usiku, kulingana na vyombo vya habari vya Marekani. Jukumu lake kubwa lilikuwa la muda na kuondoka kwake hakukutarajiwa, lakini inakuja siku moja baada ya Maski kukosoa kiini cha bunge cha ajenda ya Trump. Wakati wangu niliopangwa kama mfanyakazi maalum wa serikali unakamilika, ningependa kumshukuru Rais Donald Trump kwa fursa ya kupunguza matumizi mabaya Maski aliandika kwenye ukurasa wake wa X na kuongeza kuwa misheni ya DOGE itaimarika tu baada ya muda kwani inakuwa njia ya maisha katika serikali nzima. Tajiri huyo wa kiteknolojia mzaliwa wa Afrika Kusini alikuwa ameteuliwa kama mfanyakazi maalum wa serikali na kumruhusu kufanya kazi ya serikali kwa siku 130 kila mwaka ikipimwa kuanzia kuapishwa kwa Trump tarehe 20 Januari, angefikia kikomo hicho hadi mwisho wa mwezi Mei. Lakini kuondoka kwake kunakuja siku moja baada ya kusema amesikitishwa na mswada wa bajeti ya Trump ambao unapendekeza punguzo la ushuru la mamilioni ya dola na kuongezwa kwa matumizi ya ulinzi. Bosi huyo wa SpaceX na Tesla alisema katika mahojiano na CBS News ya Marekani kwamba mswada huo mkubwa na mzuri, kama Trump anavyoita, utaongeza naksi ya shirikisho. Musk pia alisema alidhani inadhoofisha kazi ya Doge. nadhani mswada unaweza kuwa mkubwa au unaweza kuwa mzuri Musk alisema, lakini sijui kama zinaweza kuwa zote mbili. Musk, ambaye aligombana kwa faraga na baadhi ya maofisa wa ngazi ya baraza la mawaziri la Trump, awali aliahidi kupunguza angalau dola trilioni mbili kutoka kwa bajeti ya serikali ya shirikisho kabla ya kupunguza nusu ya lengo hili kisha kupunguza hadi dola bilioni mia moja na hamsini. Takribani watu laki mbili na elfu sitini kati ya nguvu kazi ya kiraia ya shirikisho yenye nguvu milioni mbili nukta tatu wamekatishwa kazi zao au kukubali mikataba ya kufukuzwa kazi kutokana na Doge. Katika baadhi ya matukio, majaji wa shirikisho walizuia na kuamuru wafanyakazi walioachishwa kazi warejeshwe wali wa kazi, wa kazini. Mbinu ya haraka ya kukata wafanyakazi wa shirikisho mara kwa mara ilisababisha baadhi ya wafanyakazi kuachwa kimakosa, ikiwemo ni pamoja na wafanyakazi katika mpango wa nyuklia wa Marekani. Maski alitangaza mwishoni mwa mwezi Aprili kwamba atarudi kuendesha kampuni zake tena baada ya kuwa kinara kwa kukosoa juhudi za Trump za kuitikisa Washington. Doge anakuwa mvulana mchapakazi kwa kila siku, Musk aliambia Washington Post huko Texas Jumanne kabla ya uzinduzi wa SpaceX. Jambo baya lingetokea popote na tungelaumiwa kwa hilo hata kama hatukuwa na uhusiano wowote wa nalo wakati wa Musk serikalini ulipishana na kupungua kwa mauzo katika kampuni yake ya magari ya umeme. Uuzaji wa Tesla ulipungua kwa asilimia 13 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, kushuka kwa kiwango kikubwa zaidi katika historia yake. Bei ya hisa ya kampuni pia ilishuka kwa hadi asilimia 45, lakini imeongezeka mara nyingi na imeshuka kwa asilimia kumi hivi karibuni. Tesla ilionya wawekezaji kwamba maumivu ya kifedha yanaweza kuendelea, ikikataa kutoa utabiri wa ukuaji huku ikisema kubadilisha hisia za kisiasa Kisiasa kunaweza kuumiza mahitaji ya magari. Maski aliwaambia wawekezaji kwenye simu ya mapato mwezi uliopita kwamba wakati unaotenga kwa DOGE utapungua sana na kwamba atakuwa akitenga muda wake mwingi zaidi kwa Tesla. Akizungumza katika kongamano la kiuchumi mjini Doha, Katari Jumanne, Maski alisema amejitolea kuwa kiongozi wa Tesla kwa miaka mitano ijayo.